Askofu mkuu wa kanisa la Roman Katoliki jimbo la Zanzibar, Agostina Shao amesema watu wamekaa kimya, lakini sio kwamba wana amani bali mioyoni mwao wana hasira na mwisho wa hasira hizo unaweza usiwe mzuri. Askofu Shao amesema hivyo kukawa na amani ili kuwe na mazingira ya kuzungumzia haki ya kweli, lakini kukiwa na minong'ono na kugawanyika miongoni mwa wananchi haiwezi kupatikana amani na haki ya kweli. Katika ujumbe wake wa Krismasi Askofu Shao amesema bila ya amani hata haki inayodaiwa haiwezi kuwa na mazingira mazuri ya kuzungumzia. Na nukuu, ndiyo maana na siku ya leo Emmanuel Mungu anatembea nasi, watu wamekaa kimya, lakini sio kwamba wana amani bali mioyoni wana hasira na hiyo hasira mwisho wake si mzuri, amesema Askofu Shao. Amesema pamoja na kwamba haki ndiyo inajenga amani ya kweli ni katika kutafuta haki za watu, na ili tuweze kutafuta haki na kuwa na mazungumzo ya haki ni lazima kuwe na amani kwanza tukigawana na kugawanyika, kila mmoja na upande wake, kuanza vita na malumbano, na hatutakuwa na mazungumzo ambayo yataleta tija.